Ni kitu ambacho nishawahi kufanya, mm. Nishawahi kujikweza mm. Nishawahi okay. Kuringa okay. Nishawahi kuwa na masifa yeah. Nishafanya ujinga wote, lakini nikaona huku napotea na nilipotea kweli okay. Kwa hiyo ni kitu ambacho nimejifunza kupitia mimi mwenyewe, nikaacha. Umenielewa? Mm. eh? Mm. Nikuwa ni mtu ambaye amna superstar kuwa naringa Bongo kuliko mimi mm. Mimi sikuwa, sipokei simu, sisalimii watu, yaani najisikia kweli kwa, kwa sababu mimi nilitoka kwenye maisha ambayo ya kudharauliwa sana mm. Kwa hiyo nilivyopata umaarufu nikataka kulipiza kisasi <laughs> na hii ndio inawakosti watu, wengi wanakuwa wanalipiza... eh, wan... <laughs> nakua nakwambia kweli, wanalipiza visasi. Kwa hiyo kisasi unamlipia mtu ambaye mwingine anakupenda kweli nalipiza kisasi mm, cost nikapoteza mashabiki wa kweli mm, nikapoteza watu waaminifu mm, nikapoteza wa michongo ya kazi kuonekana mjeuri nini okay, nikarudi tena maskani na maisha ya chini kwa okay, nikajifunza niki Mungu akinipa nafasi nyingine nitakuwa mnyenyekevu na mkarimu okay. Moment gani ilikufanya wewe uh, mwenyewe ukakaa ukafikiria ukasema ngoja nibadilike sasa, hii style ambayo naishi no maisha naoishi ni mabaya eh, na natakiwa kuwa humble kuwa smart natakiwa kupenda watu na nini, yani ni situation gani ilinikumba, kwamba sasa nikawa, simu za show haziiti, watu washaona huyu ana mpango, unajua watu wana hizo, huyu jeuri, huyu sio nini. Baadaye sasa nikarudi tena Kinondoni kuishi ghetto na watu tisa tunagombania ugali, yani ugali ukiwekwa Yaani ukipiga tongi la kwanza eh. Mimi <laughs> nakaa mm. so mm. kwa wana ghetto sio langu picha linaanza nakakwa wana unajua, mambo ya maisha ya kibaaria siwezi kuongea mengi hapa. Kwa hiyo nikasema, Mungu akinipa nafasi nyingine ya kurudi kwenye kazi zangu za kimuziki mimi mm. mashabiki nitawabeba mm. yani, unanishangilia afu nakukamata na kubeba Yaani yani shabiki mtu ni yani, wanaposema mteja mfalme wanamaanisha Okay. mm.